Ajina ni uh, Profesa Gilead Masenga, mkurugenzi mkuu mtendaji wa hospitali ya KCMC. Niko hapa leo kwe, kwe, kuna kikao cha uh, mkutano mkuu wa kamati ya elimu ya afya ya msingi ya Dayosisi ya Kaskazini, na uh, niseme tu hospitali ya KCMC uh, kupitia kitengo chake cha community health elimu uh, ya afya ya jamii tuna tumeona ni vizuri kushirikiana na Kanisa katika kuweza kuwafikia jamii kwa sababu eh, kwa sasa tunaona kwamba uh, ni wakati mzuri wa hospitali ya KCMC kutoka nje kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya afya kwa jamii, pamoja na vilevile kufanya uchunguzi ili kuweza kugundua matatizo mapema yanapotokea. Eh, hivi sasa eh, tunaona magonjwa yasiyoambukiza ndio yameongezeka katika wagonjwa wanalazwa katika hospitali ya like KCMC. Katika magonjwa kumi ambayo yanasababisha watu kulazwa, nane mpaka tisa ni magonjwa yasiyoambukiza, na tunaona sasa ni vizuri tutoke nje kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa, inapata elimu, inapata maarifa zaidi, kwa kushirikiana na kanisa eh, kupitia kitengo chake cha elimu ya afya ya jamii elimu ya afya ya msingi, ili tuweze kuwafikia wananchi e, kutoka kule waliko, kwa sababu tunaamini kabisa kanisa lina miundombinu ambayo inawafikia wananchi wake, wananchi kule wanakotoka. Kwa hiyo tukifanya kwetu kwa kupitia njia hii, itakuwa ni rahisi kwetu sisi kuwafikia. Kwa hiyo e, idara yetu sasa hivi ya community department imejipanga vizuri weza kuakisha hili linatokea. Mwezi huu wa tano tutaanza rasmi na tuta, itakuwa uh, utaratibu au mpango endelevu, kwa sababu uh, ni, ni lazima tulifanye hili, kwa sababu kama hospitali tukikaa tu kuwasubiri wagonjwa tunaona jukumu uh, letu halitatimilika, lakini tukitoka nje, kwanza itakuwa rahisi kwetu kwa kupunguza mzigo mkubwa ambao unakuja, lakini vilevile wananchi watafaidika zaidi.